Karibu mpendwa a msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo, Ijumaa, juma la 26 kipindi cha kawaida mwaka C wa kanisa. Masomo ya leo: somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Baruku sura ya kwanza aya 15 hadi 22, na injili kama ilivyoandikwa na mwinjili Luka sura ya kumi aya 13 hadi ya 16. Karibu tusikilize injili. Somo la injili lilivyoandikwa na Luka. Yesu aliwaambia wafuasi wake, Ole wako Korazini, ole wako Bethsaida, kwa kuwa kama miujiza hiyo iliyofanyika kwenu ingalifanyika katika Tiro na Sidoni wangalitubu tangu hapo, huku wakiketi katika nguo za kigunia na majivu. Lakini siku ya hukumu itakuwa rahisi Tiro na Sidoni kustahimili adhabu zake kuliko ninyi. Nawe Kapernaumu, je, utakuzwa hata mbinguni? Utashushwa hata kuzimu. Awasikilizaye ninyi anisikiliza mimi, naye awakataye ninyi anikataa mimi, naye anikataye mimi amkataa yeye aliyenituma. Neno la Bwana. Ndugu wapendwa, karibuni tutafakari pamoja sehemu ya maandiko matakatifu tuliyotoka kuisikia hivi punde. Tuongozwe na wazo kuu lisemalo, Mungu anatupenda sana, tunamlipa nini? Tafakari yetu ya leo tuigawanye katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza, tuangalie kwa kifupi miji hii, kwa nini inalaumiwa na ilikuwaje kijiografia lakini pia sehemu ya pili tuangalie tunajifunza nini katika masomo ya leo, hususani injili takatifu tuliyotoka kuisikia. Tukianza na sehemu ya kwanza, miji hii mitatu ni miji ambayo kimsingi utume mkubwa wa Yesu ulifanyika mahali hapa. Miji hii mitatu wataalamu wa maandiko hupenda kuita Evangelical Triangle, yaani pembe tatu ya uinjilishaji ni miji ambayo ukijaribu kuchora imekaa kama pembe tatu, kwamba Yesu alikuwa anafanya utume kwa sana katika eneo hili. Kivipi? Kwa sababu tunapoliona ziwa la Galilaya lenyewe likiwa chini, kaskazini yake tunaopata mji wa Korazini ambao wenyewe upo kaskazini mwa ziwa Galilaya, lakini mji wa Bethsaida wenyewe upo kaskazini mashariki mwa ziwa la Galilaya na upande wa kaskazini magharibi unaokuta mji huu wa Kapernaumu. Hata ukiingia mtandaoni ukaiangalia ile ramani, utaona miji hii imekaa kama pembe tatu kwa jinsi ilivyotawanyika. Kwa nini Kristo anatoa ole katika miji hii? Kama nilivyosema awali, kwamba utume wa Kristo sana sana ulifanyika katika miji hii, tukianza na Bethsaida. Bethsaida maana yake ni mji wa samaki. Bethsaida ni mji wa samaki. Bethsaida ni nyumbani kwa mitume Filipo, Andrea na Simoni Petro. Katika Bethsaida, miujiza mingi ambayo Yesu aliifanya tunaikuta, miujiza kama kumrudishia uono yule mtu aliyezaliwa kipofu, hii unaiona katika Injili ya Marko sura ya 8 aya 22 hadi ya 26. Lakini muujiza mkubwa ule wa kulisha wanaume elfu tano pasipo kuhesabu wanawake na watoto katika injili ya Luka sura ya tisa aya ya kumi hadi ya kumi na saba ilifanyika Bethsaida lakini pia ule muujiza maarufu wa Yesu kutembea juu ya maji ulifanyika pia katika mji huu ni injili ya Marko sura ya sita aya ya arobaini na tano hadi ya hamsini na mbili kwa hiyo ni mji ambao miujiza mingi na mikubwa ya Kristo ilifanyika Tukija katika mji wa Kapernaumu, jina Kapernaumu maana yake ni kijiji cha faraja, a village of comfort. Na Kiebrania e comfort wanaiandika Nahum, lakini sisi kwa Kiswahili tunaitamka Kapernaum. Miongoni mwa miujiza mingi ambayo Kristu aliufanya, michache tunaweza kushirikishana kwa sasa. Wa kwanza ni uponyaji wa mtoto wa Akida. Hii ni katika injili ya Yohane sura ya 4 aya 43 hadi 54 ambapo Akida alimfata Kristo akiwa Kapernaumu, akamwomba amponye mwanaye, na kweli akamwambia nenda, mwanao ni mzima. Aliondoka, wakati anarudi nyumbani kwake palikuwa na umbali. Yesu alikuwa Kapernaumu, lakini familia ya Akida haikuwa Kapernaumu, ilikuwa ni mbali. Alipofika nyumbani alimkuta mwanaye hajambo, akawauliza kijana amekuwa mzima lini? Wakamwambia tokea jana mchana saa saba. Akajua ni wakati ule ambapo Kristo alimwambia nenda, mwanao ni mzima. Muujiza mwingine ni ule ambao Yesu alitoa mapepo katika sinagogi siku ya Sabato. Hii ni katika Injili ya Luka sura ya 4 aya 31 hadi 36. Lakini pia uponyaji wa mama mke wake na Petro ni siku hiyo hiyo, baada ya Kristo kutoka katika sinagogi. Na pia muujiza mwingine siku hiyo, waliletwa wengi siku hiyo hiyo, lakini Kristo pia aliwaponya, ni hapo hapo katika Injili ya Luka sura ya 4, hii ni aya 38 hadi aya 39, mistari miwili tu. Lakini pia muujiza mwingine, ipo mingi sana katika eneo la Kapernaumu. Ila muujiza mwingine ni ule mtumishi wa akida ambaye alikuwa ni Mrumi. Yeye hakuwa Myahudi, ila kijakazi wake ambaye yeye alimuona ni wa thamani, alienda kumwomba. Na Kristo akasema sawa, twende nikamponye. Huyu Mrumi alipoambiwa kwamba Kristo anakuja akatuma ujumbe kwamba hapana Bwana sistahili uingie kwangu, wewe sema neno tu na kijakazi wangu atapona, kwa maana mimi pia ni askari, nawambia wengine kuja nao wanakuja, nawambia wengine nendeni nao wanaenda. Hii ni katika injili ya Luka sura ya saba aya kwanza hadi ya kumi. Katika mji wa Korazini wenyewe hauna vielelezo dhahiri ya kwamba vitu gani vilifanyika, ila kwa sababu ni eneo ambalo lilikuwa katika eneo alilofanya Kristo utume na sifa zake zikasambaa ni dhahiri kwamba hata wao walipata habari, lakini hawakuamua kurudi. Hiyo ni kwa kifupi kwa nini Kristo anailaumu miji hii, kwamba miujiza yake mingi imefanyika, lakini hakukuwa na uongofu. Watu hawakumgeukia Kristo waisikie habari njema, wampokee na wamsubiri kwa hamu na wasambaze hii habari kwa wengine, na wengine watamani kumwona Kristo. Waliotamani kwenda kumwona Kristo ni kama mfanya maajabu mfanya miujiza, lakini sio kwamba huyu ndiye masiha ajaye tumpokee kwa shauku na kusikiliza neno lake na tubadilike na tuache dhambi. Ndugu wapendwa, sehemu ya maandiko siku ya leo sisi, hii ole inatuangukia kwa ukubwa sana, kwa sababu hata sisi katika maisha yetu ya kawaida na maisha ya ufuasi katika imani ya Kikristo, Mwenyezi Mungu ametutendea mengi sana. Lakini je, hayo aliyotutendea Mungu kweli ametuguswa? tukianza na swala la uhai, sisi mpaka leo tuko hai, tumeamka salama, tunamshukuru Mungu, ametuamsha salama, si kwa nguvu zetu. Tumekoswa na ajali mara ngapi? Tumekoswa na maafa mangapi? Yawe ni moto, yawe ni maji, tuko wazima, si kwa ujanja wetu, ni kwa huruma za Mungu. Tumenusurika kukabwa, wengine wadada wamenusurika kubakwa, watu wamenusurika mabalaa makubwa makubwa lakini tumefanya nini? Ama tumechukulia tu ni kawaida? Pengine tungekuwa tumeshakufa, lakini bado tuko hai. Ni Mungu ana mpango na sisi. Je, tunaguswa na wema huo wa Mungu na kumrudia, ama tunaendelea na maisha yetu ya dhambi na kupanga mipango yetu mibaya dhidi ya wengine na dhidi ya Mwenyezi Mungu, ambayo ni chukizo kwa Mwenyezi Mungu. Tuangalie swala la afya, uponyaji tulioupata katika magonjwa ya ajabu ajabu au hata yale ambayo ni ya kawaida labda ni kichwa kilikuwa kinauma, huelewi. Umejaribu kutumia dawa mbalimbali mbali, lakini huelewi, ama ni maumivu ya mwili, misuli, ama ni vidonda, ni moyo, ni figo, ni bandama, mapafu, maini na kadhalika. Ndugu wapendwa, tuseme ukweli, sio panado iliyokuponya, ni Mungu tu aliamua kukuhurumia kwa sababu bado ana mpango na wewe. Je, umeupa umakini uponyaji huo, au umechukulia tu ni swala la kawaida na ni haki yako? Hapana, si haki yetu, ni huruma za Mungu. Itoshe kuwa tukio kubwa na muujiza mkubwa ambao Mungu anatufanyia hivyo, nasi tumrudie Mungu na kuacha dhambi. Au pengine ni elimu ulionayo kubwa, unafikiri ni kwa nguvu zako? La hasha, ni huruma za Mungu. Wangapi hawajaipata hapo elimu? Labda ulikuwa unasafiri umbali mrefu kuifata elimu, umenusurika na wanyama wakali wa kutisha, lakini leo na elimu, sio kwa ujanja wako ni Mungu tu ndiyo aliyetuhurumia. Ama ni pengine ni uwezo wa kiuchumi, walau pengine una uhakika wa kuwa na milo hata mitatu kwa siku na kuwa na mboga mbalimbali mezani kwako. Je, ambao hawana ni kwa sababu wao hawana mbinu za kutafuta hela, au kwa sababu wao ni wadhambi, au kwa sababu wao sio wajanja? La hasha, ni Mungu tu. Yatosha sana kuwa muujiza. Wapo watu wangapi ambao wanakufa kwa njaa lakini wewe unakula unashiba na kusaza, na una uhakika wa kula muda wote ukitaka. Wewe hata una friji. Wengine, kitakachopatikana kutoka sokoni kinapikwa muda huo kinalika, kesho itajisumbukia yenyewe. Ndugu wapendwa, ni muujiza mkubwa sana huo, ambao tunapaswa kujitafakari na kuona, hapana, Mungu anatutendea mema mengi, tumrudie. Lakini mwishoni, tuhitimishe kwa kuangalia swala la imani. Mimi na wewe tuna imani katika Mungu aliyepo, aliyetuumba, anayeongoza historia ya maisha yetu, ametutoa maeneo mbalimbali mbali, lakini imempendeza yeye tukafahamu kuhusu uwepo wake, tukafahamu kwamba kuna maandiko matakatifu ambako humo Mungu anatoa ahadi zake, anatuonya, anatushauri, anatuasa na kutuahidi baraka. Ama pengine tumefahamu kuhusu ubatizo tumefahamu kuhusu nguvu ya masakramenti, nguvu ya ekaristi takatifu, nguvu ya kuabudu, nguvu ya ibada ya misa takatifu, nguvu ya ibada ya njia ya msalaba, nguvu za maombi ya watakatifu, imani kubwa tuliyonayo. Lakini wapo wengine ambao hiyo hawafahamu, na pengine wanapata shida kwa sababu hawafahamu nguvu ya Mungu inayotenda kazi. Ndugu wapendwa, Mwenyezi Mungu ametutendea mengi sana ambayo kwa mwingine ni muujiza mkubwa sana na pengine tukio moja ambalo mimi nimefanyiwa katika maisha yangu, kwa mwingine inaweza ikawa ni tukio la kumbadilisha kabisa, akaacha dhambi na kuondoka. Je, je, tunayachukuliaje matendo makuu ya Mungu kimazoea? Haipaswi. Mungu anataka tumgeukie, tuache dhambi na tuwe wale ambao yeye anajivunia na, na kupendezwa nao. Sasa nini tufanye? Tupo katika mwezi wa rosari takatifu, mwezi wa kumi, na bahati nzuri leo ni siku ya Jumaa ya kwanza ya mwezi iliyowekwa rasmi kwa ajili ya heshima na ibada kwa moyo mtakatifu wa Yesu, moyo uliotupenda na kujitoa na kuaibika kwa ajili yetu sisi tupate wokovu na kutupatanisha na Mungu. Tumkimbilie Mwenyezi Mungu kwa kumaanisha, kwa majuto na kwa moyo radhi na kwa unyenyekevu. Mungu yuko tayari kufanya tukio na sisi. Mungu anataka atutoe katika mahali pabaya na kutuweka mahali pazuri. Lazima ifike wakati tuseme, kiburi chetu kifike mwisho. Hatuwezi chochote bila Mungu, tumtegemee Mungu, tukimbilie moyo mtakatifu wa Yesu, tukimbilie moyo safi wa Mama Maria. Mioyo hii miwili itatupa amani, faraja, upatanisho, upendo, umoja, uvumilivu na fadhila zote. Na baada ya maisha haya impendeze Mwenyezi Mungu kutushirikisha katika makao yake matakatifu mbinguni pamoja na watakatifu wake wote na malaika wote. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Festus Maiga, frateri wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Kwetu sisi, na tulipokea kwa furaha kwa imani bila neno lenye kutuletea awoko